Ya muungano hakuna wa wa, wa, wa, wa tang, wa hakuna. Hekaya fupi ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar miaka 61 iliyopita. Hafla rasmi ya kuungana kwa Tanganyika na Zanzibar ilifanyika Jumatatu ya Aprili 27 mwaka 1964 katika ukumbi wa Karimjee jijini Dar es Salaam. Siku hiyo, marais wa nchi hizo mbili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wa Tanganyika na Sheikh Abeid Amani Karume wa Zanzibar walibadilishana hati za kuridhia muungano, hatua iliyozindua rasmi Jamhuri mpya ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Shughuli ilianza baada ya Sheikh Karume kuwasili Dar es Salaam siku hiyo akiwa ameandamana na wajumbe wa Baraza la Mapinduzi. Alipokewa uwanja wa ndege na Rais Nyerere, makamu wa Rais Rashid Kawawa na mabalozi mbalimbali. Viongozi hao walikagua gwaride la heshima lililotolewa na wanajeshi kutoka Nigeria huku bendi ya polisi ikipiga nyimbo za mataifa yote mawili. Baadaye, Mwalimu Nyerere alitangazwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, na Karume kuwa Makamu wa Kwanza wa Rais, ambapo baada ya tukio hilo la kihistoria la kubadilishana hati ya Muungano, Mwalimu Nyerere alitangaza baraza jipya la mawaziri wa jamhuri hiyo mpya. Katika baraza hilo, yeye Mwalimu Nyerere alichukua wadhifa wa kuongoza kurugenzi ya mipango ambapo aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Zanzibar, Abdulrahman Mohamed Babu akawa mmoja wa mawaziri watatu waliokuwa chini yake moja kwa moja. Sheikh Karume aliteuliwa kuwa makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri hiyo mpya, huku Hassan Nassor Moyo aliyekuwa waziri wa ujenzi Zanzibar akitangazwa kuwa waziri wa sheria. Kwa ujumla, mawaziri watano kati ya 26 waliotangazwa walitokea Zanzibar. Hafla hiyo ilihitimishwa kwa nyimbo na ngoma, na serikali ikatangaza Jumanne, Aprili 28 mwaka 1964 kuwa siku ya mapumziko ya kitaifa kusherekea kuzaliwa jamhuri ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Tangazo la muungano lilitolewa wiki moja kabla yaani ya Aprili 22 mwaka 1964, wakati marais hao wawili waliposaini makubaliano ya muungano visiwani Zanzibar. Hatua ya mwisho ya kuthibitisha muungano huo ilifikiwa Aprili 26 mwaka 1964 baada ya bunge la Tanganyika kupitisha muswada wa kuridhia muungano, huku baraza la mapinduzi Zanzibar nalo likiidhinisha haya. Ni Makinikia ya Habari. Mimi ni Bakari Majeshiza. Mzungu na wageni kwetu visiwe vikwazo, tatizo tuleke chini tushee mawazo, napenda tuendelee kuwa na mapatano.